Mange Kimambi kwenye video hii kwa kweli amekiamsha kwa majenzi wa nchini Tanzania huku akizua mjadala mzito sana mtandaoni. Mange Kimambi ameacha Watanzania wengi wakijiuliza kama wao ndio wanafanya uchaguzi au uchaguzi ni wa viongozi. Leo tunakuletea video mbili ambazo zimetikisa mtandao asubuhi ya leo kutoka kwa Mange Kimambi. Video ya kwanza utapata kumwona mmoja wa viongozi wa ngazi za juu nchini Tanzania akisema wazi wazi kuwa atamsaidia rafiki yake kushinda uchaguzi kwa sababu ana mbinu na Halafu video ya pili utamsikia Mange Kimambi akiwa hospitalini kwa check-up ya saratani lakini bado anatoa ujumbe mzito kwa Gen Z wa Tanzania. Tazama video hii ya kwanza. Wengine wasubiri kwani wakisubiri kuna shida, yeah, shida. Eh, mwacheni aendelee nami nitamsaidia ashinde. Na kwa sababu mimi mjanja wa uchaguzi, yeah, yeah, nitamfundisha <laughs> kashai oye unajua kabe bato unajua, nyiye sikilizeni, matokeo ya kura siyo lazima yaye yale ya kwenye boksi <laughs> inategemea nani anahesabu na kutangaza. <laughs> Na kuna mbinu nyingi, kuna halali, kuna nusu halali na kuna haramu na zote zinaweza kutumika ili mradi tu, ukishamaliza unamwambia Mwenyezi Mungu, nisamehe, pale ndipo. Kwa hiyo wanaotaka kushindana naye wajipange. Mmenielewa eh? Wafanye nini na Mwenyezi Mungu atatusaidia. Ah, atatusamehe baada ya kutusaidia. Sasa hili nilitaka kulisema. Na Bebato, nimefurahishwa na namna ulivyofanya. Sasa ni, ni waahidi wanakashai kwa ukubwa huu kwa ukubwa huu wa watu na wingi wa watu na jambo lenyewe zuri mpaka usiku huu mnalifanya nataka niwaahidi, na nimeshtuka, nimeuliza shingapi, milioni mia tatu, milioni mia tatu? Hela ndogo sana. Mimi na wewe tutapambana hiyo hela ipatikane, soko lijengwe. <laughs> Na nataka niahidi, tukimaliza kujenga, nitakuja mwenyewe niseme nimetimiza ahadi yangu. Na hii fedha tunaweza kuitafuta serikalini, lakini na nje ya serikali inawezekana hivi. Mimi leo na makampuni ya simu matano, tukisema kila moja lichangie changie, hivi inashindikanaje kupatikana soko hapo? Inashindikanaje na hela yenyewe ndogo? Watu ni wengi na tunaacha alama kubwa, na ndio kazi ambayo rais wetu ametutuma kufanya. Sio kila kitu kitatoka mfuko mkubwa. Mimi nadhani inawezekana. Hebu malizaneni, kubalianeni mkaribidhini mbunge wenu halafu anleta. Kwa maneno haya kiongozi huyu anakiri kwamba yeye ni sehemu ya mfumo unaopanga matokeo ya uchaguzi kabla hata ya wananchi kupiga kura. Hii ni hatari na ishara ya hofu kubwa kwa mustakabali wa kidemokrasia manake. Moja, hili ni tamko la wazi la kupuuza sauti ya mwananchi. Pili, ni kauli ya kujivuna juu ya mfumo wa mteule. Na tatu, inawaondolea vijana imani ya kupiga kura. Na hapa ndipo unaweza anza kuhoji mfumo mzima. Hebu tuangalie video ya pili. Tunaweza kuchagua viongozi tunaowataka, sehemu ambayo na sisi Watanzania tunaweza kuchagua wabunge tunaowataka, eh, sio wabunge wanachaguliwa na watu wawili watu watatu, kwa sababu matokeo yake ndio kama yale tuliona jana, wanaongea upuuzi upuuzi mtupu. Yaani hawako pale kwa ajili ya wananchi. Sasa hivi wabunge wa Tanzania wako bungeni kwa ajili ya rais na familia yake, sio kwa ajili ya Tanzania. Okay. Tuhakikishe rais wa nchi yetu tunamchagua sisi, sio rais anachaguliwa na watu wawili au watatu huko CCM okay. Sasa so, hivi nchi nzima watu milioni 65 tunapelekeshwa na watu hata kumi hawafiki, okay so, hiki kitu tusikubali anymore, we have to fight ni sauti ya mwanamke ambaye hata akiwa ana hofu ya kushikwa na saratani, lakini bado anaona umuhimu wa kuikumbusha jamii, hasa vijana, thamani ya kupiga kura kwao. Manake moja, Mange Kimambi ana ushawishi mkubwa kwa vijana wa Tanzania. Pili, akiwa hospitalini, kauli yake inagusa zaidi. Halafu tatu, anawakumbusha jenzi wa Tanzania kwamba future ya taifa lao iko mikononi mwao. Lakini je, kama viongozi wa Tanzania wanachaguana, jenzi wanabaki na jukumu gani? Manake jenzi ndio mnaoathirika zaidi na maamuzi ya viongozi ilhali ndio wachache kupiga kura. Kwa nini? Niachie kwenye comment section.